s Kaijage, Mweshimiwa Rashid Shangazi na Mweshimiwalhaga pinajnda. Nashukuru Mwenyekiti kunipa nafasi na mimi ya kuchangia katika ofisi ya Rais me ya utumishi wa umma na utawala bora, na kidogo kwenye sekeleete ya ajira ambao kidogo mwenzangu amechangia. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu Mwenyekiti kuniweka hai leo na kunipa nafasi ya kuchangia katika bunge lako tukufu. Lakini naanza kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa weledi kuliongoza taifa letu, akisaidiwa na makamu wake Dr. Philip Mpango na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, lakini bila kumsahau Naibu Waziri Mkuu Dr. Biteko ambaye pia ni waziri wa nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana waziri wetu George Simba Chaweni pamoja na naibu wake pamoja na makatibu wakuu na watendaji wote wa wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wamefanya kazi nzuri sana pamoja na kamati yetu, wamekuwa wasikivu wakisikiliza yote tuliowapelekea na kuyatendea kazi kwa ajili Mungu alivyowajalia na kufuata kanuni na miongozo waliojisimamia nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nampongeza mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na Dr. Mwinyi pamoja na Dr. Mchimbi kupata kibali kuwa wagombea wa nafasi ya urais na umakamu kupitia tiketi ya Chama Cha Mapinduzi. Nawapongeza sana, mheshimiwa mwenyekiti. Pia mheshimiwa mwenyekiti, nakupongeza wewe na wenyekiti wote, lakini mheshimiwa spika wetu, naibu spika, mmekuwa mahiri sana kuongoza bunge letu kwa miaka mitano, lakini watumishi mahiri wa bunge hili watumishi mahiri wa ofisi hii wamefanya kazi nzuri, tumekaa vizuri, tumekuwa salama katika bunge hili. Nawapongeza sana watumishi wa bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, Napongeza sana vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi vinaongoza mwenyekiti wetu ambaye anaitwa Tumaini Nyamokia, mwenyekiti ambaye ni rais wa, wa, wa ara ndogo, pamoja na katibu wake Heli Mkunda. Hawa viongozi wa vyama vya wafanyakazi vya mheshimiwa mwenyekiti wametoa ushirikiano mkubwa kwa serikali na waajili, ndio maana nchi yetu watumishi kumetulia. Huoni maandamano, huoni migomo Wanastahili pongezi viongozi hawa vya vyama vya wafanyakazi pamoja na wengine wote kwenye eneo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, nina pongezi kubwa sana kwa wakuu wa mikoa yote ya Tanzania, makatibu tawala wa mikoa ya Tanzania, wakurugenzi, makatibu tawala wa wilaya. Mheshimiwa mwenyekiti, nina pongezi zao nyingi sana, nitasema kwa nini. Mheshimiwa mwenyekiti, wanastahili pongezi na makofi ya jana, kwa kuwa mikoa hayakuwa ya, ya bure Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majukumu yote ambayo nimetumikia kwa miaka mitano kwenye bunge hili lakini nao jukumu mahususi ambalo nilikuja kwalo ni uwakilishi wa wafanyakazi wa Tanzania kwenye bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwakilishi huu umetokana na Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama chenye demokrasia pana. Tunajua vyama vyote vina, vyama vina, vina, vina viti maalum lakini Chama cha Mapinduzi kutokana na umaili wake na upana wa demokrasia kikaona katika vitu vyake maalum angalau vitoe viti vichache kwa ajili ya kundi maalum la wafanyakazi pamoja na makundi mengine. Hiyo ni demokrasia pana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, na hii iko kwenye ibara ya Chama cha Mapinduzi, ibara 178, 79 na 130. Chama cha Mapinduzi kinatambua mchango mkubwa wa wafanyakazi katika ujenzi wa uchumi, katika utoaji wa huduma za kijamii, ndio maana kikaona umuhimu wa kuweka kundi hili kutoka kwenye viti vyake maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi kitahitaji pongezi kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Vyama vingine vipo lakini havina makundi haya wala haviona umuhimu wa kutoa nafasi kama hizi kwenye jamii ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kwa nini nimesema hivyo? Katika nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeweza kuwatembelea wafanyakazi katika mikoa 23 ya Tanzania Bara. Lakini nimekwenda kuona nao uso kwa uso katika halmashauri 89 katika hizo halmashauri 23 ni za mijini, lakini niliamua kwenda pembezoni halmashauri 64. Nimepata ushirikiano mkubwa sana wa wabunge wa majimbo, wabunge alumu, wa viti maalum wamelipa ushirikiano mkubwa sana. Kwa nini wanasema yale maendeleo kule kwenye halmashauri na mikoa? Ni kwa sababu watumishi wametulia, wanafanya kazi kwa uadilifu na uzalendo mkubwa. Kwa hivyo, nilipata ushirikiano mkubwa na nashukuru sana wabunge wenzangu. Kule niko kwenda wamelipa ushirikiano. Mheshimiwa mwenyekiti, kule niko kwenda wafanyakazi wanasema hivi, wameona mambo makubwa sana ambayo mheshimiwa Rais amefanya, pamoja na mapungufu madogo madogo, lakini serikali ya awamu ya sita ndani ya miaka minne ya Mama Samia Suluhu Hassan, tumekaa huko ndani na wabunge wenzangu, wamesemea sana wafanyakazi. Na mimi nimewasemea sana wafanyakazi. Sito yarudia, lakini wameyaona, ukiongea nao uso kwa uso ukawasikiliza, ukawashauri, na wao wanashauri serikali na wanashukuru, japo wana machache nitasema mwishoni wanasema wameona serikali ikishusha kodi ya mapato hii ya awamu ya sita kutoka asilimia tisa mpaka nane. Serikali hii pia imepandisha kima cha chini cha mshahara kwa watumishi kutoka laki, sabina, laki na sabini mpaka laki mbili na sabini. Serikali hii imeboresha umri wa watoto tuli, tuliomba humu ndani wanaofaidika wanaut, na NHIF kutoka 18 mpaka 21 na bado wanaomba hadi 25. Hayo ni maoni yao ya, ya baadaye lakini pia serikali hii mweshimua mwenyekiti, ilifuta tozo asilimia sita ile ambao watumishi wale ambao wamekosa wamekopa mikopo walikuwa wanakatwa, lakini imesababisha pesa ibaki kwa watumishi zaidi ya trilioni moja pointi moja baada ya kufuta hii kodi kwa watumishi ambao walikuwa wamekopa mikopo kwenye kwenye, kwenye, eh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye bodi ya mikopo ya elimu ya, ya, ya, ya juu walifutiwa ilikuwa inakatwa asilimia sita. Watumishi kwa wameniambia, wanaipongeza serikali ya Mama Samia, imekuwa na moyo mzuri sana kwa wafanyakazi. Lakini ndani ya miaka mitano, Mheshimiwa mwenyekiti, e, mifumo mbalimbali, Mheshimiwa Rais anasimamia sana mifumo. Amete, ametenga pesa nyingi kwenye tehama, na hii tehama inaongozwa na kaka yangu Ndomba. Wamefanya kazi kubwa sana, mifumo imerahisisha utendaji kazi usimamizi wa kazi, mishahara kwa wakati, mambo yamekwenda vizuri Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo wamenituma niseme, wanasema asante sana. Wameona kazi ya Mama Samia ndani miaka sita, miaka minne. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo namba mlipokee. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine wamesema ajira. Ajira zisimame miaka mitatu kwa sababu ya kupisha vitu feki na mambo mengine. Nia ilikuwa njema. Mama Samia ndani ya miaka 4 ameingia madarakani, ametoa ajira zaidi ya laki mbili na nusu. Hiyo kwa utumishi wa umma. Ametoa ajira zaidi ya Themanini elfu kwenye TAMISEMI. Kwenye taasisi zaidi ya laki moja na mbili ajira. Wanaziona, nipongeze sekretari ya ajira. Mwanzoni kwa shida walikuwa na ajiriwa watu wa shule juzi juzi. Lakini sasa hivi ukiangalia imesikiliza kwamba wale ambao wameweza shule muda mrefu walikuwa na muda wao kwa ajira pungua, lakini sasa hivi imesikiliza juzi uki, katika mahesabu ajira elfu sita lakini katika elfu sita mia tano ni watoto wenye miaka 35 mpaka 45. Nipongezi ni sana sekretari ya ajira kwa kusikiza maombi, maana kwa mitaani muda wa kwa wako naisha wanaichukia serikali. Naomba nipongeze ni sana sekretari ya ajira, mheshimiwa mwenyekiti. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na mambo yote hayo mazuri, watumishi wanasema katika mambo matano wanashauri serikali izingatie sala, swala la makazi, hasa halmashauri za pembezoni wamejenga ofisi mpya kule, watumishi wanatoka watu, watu, watu, watu, mbali sana na makazi. Ni heshima kwa mtumishi, ni heshima na stara. Wanaamini mama Samia kwamba ni msikivu, kafanya mambo mengi. Swala la makazi wanaomba sana lizingatiwe. Lingine, wameuisha miundo ya watumishi laki moja na sitini kama bilioni mia mbili hivi, lakini wanaomba pia serikali bilioni mbili sorry. wanaomba pia serikali swala la miundo ni bado ni changamoto ina masononeko mengi na malalamiko mengi. Swala lingine watumishi wanasema, wanaomba ma ma maslahi ya watumishi wa serikali halmashauri za mitaa yaboreshwe, yasipishinde yapishane sana na watumishi wa taasisi za umma. Inapelekea watumishi wa halmashauri kutaka kuhama wote kupelekea kwenye taasisi za umma, kwa sababu maslahi yanatofautiana. Wamenituma hilo niliseme, pamoja na mazuri yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, pia wanaomba pia, mama wamemwona kila fungu analolipata anahakikisha kidogo anatenga kwa watumishi. Wanashauri pale ambapo fungu itaongezeka, basi aangalie tena mishahara ya wafanyakazi iendane na hali ya maisha ya sasa. Lakini pia kupitia vyama vya wafanyakazi, iko mikataba mbalimbali tuliingia. Wanaomba kupitia uh, mkutano ule wa Mei Mosi wa Arusha mwaka jana, mikataba mbalimbali mbali sita ya kimataifa kupitia ILO, wanashauri pia mkataba ule uangaliwe vizuri wa watumishi wa ndani kupitia wafanyakazi hili litolewa kwenye Mei Mosi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo mengi yamefanyika, nyinyi ni mashahidi humu ndani. Nimesema sana wafanyakazi rudii leo, lakini wanatambua kazi nzuri ya mama Samia, wanatambua kwamba aliingia bila kujua kama atakuwa rais, aliingia akakuta mtikisiko wa kiuchumi dunia nzima, alikuta corona, alikuta mambo mengi kwenye nchi hii, lakini kama kuna wakati pesa nyingi kwenye maendeleo kwenye halmashauri kwenye ni sasa lakini hakuwacha watumishi, wameona, wamesema tuna pesa nyingi mpaka zikosa usimamizi. Tunaomba mama aongeze ajira basi, wanasema kwa pamoja, mama Samia mitano tena, kwa maslahi bora ya fanya kazi, na mimi niko tayari kuendelea na hii kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufikia mpaka usijafika. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo naunga mkono mmoja, asante. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Alice Kaija